Afrika Mashariki imetikiswa tena baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa nchini Tanzania. Taarifa zilizotufikia zimestaajabisha wengi. Rais Samia Suluhu Hassan ametangazwa mshindi wa urais tena na tayari ameapishwa. Lakini si Watanzania pekee waliozungumza kuhusu hili. Wakenya nao wamezidi kutoa maoni yao, wengine wakiwa na mshangao, wengine wakiwa na kicheko, na wengine wakisema hata kama ni uwizi wa kura, basi sio hivi. Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakuletea hali ilivyo kupitia macho ya Wakenya wanaoshangaa matokeo haya ya kihistoria. Kwanza kabisa tuanze na video iliyotikisa mitandao ya Rais Samia Suluhu akiapa mbele ya jaji mkuu. Tukio hili lilithibitisha kwamba Tanzania sasa ina rais aliyechaguliwa kwa zaidi ya asilimia tisini na saba ya kura, jambo ambalo limezua mijadala mikubwa sana barani Afrika. Na baada ya video hii, wakenya wakubaki kimya. Mimi Samia Suluhu Hasan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Alafu huyu mwanadada kutoka Kenya hakuamini masikio yake. Alishangaa kusikia kwamba Rais Samia ameapishwa wakati bado gumzo la maandamano alijapoa. Ukweli ni kwamba wengi walikuwa kama yeye, wakijiuliza ya kwamba hii imewezekanaje haraka hivi. Ebu ngojeni, ngo pause, chill, simama tushuke. What do you mean? Samia amekua announced leo asubuhi, amewin, and already they are swearing her in. Kapana, ah ah, mm mm. Mwambie li pia iyo tunajua. Tunajua mutu ulize tunajua. Umekua announced leo asubuhi, and already kuna swearing in. Ati ya quick swear. Wacheni ni waonyeshe. Ai. Wewe. Ati a quick swearing in of Tanzania's president elect Samia Suluhu will take place Saturday evening. Leo. <laughs> Leo jioni. Leo jioni. Ati na alivin na 98%. Mimi niko na swali, hiyo 2% ilipewa nani? Jua hukuwa na opponent? Hiyo 2% ilienda wapi? Like seriously, ni ile <laughs> unafanya unafanya mtihani peke yako na unakuja namba two.

Sana. Na huyu kijana mwingine kutoka Kenya badala ya kushangaa, alicheka akasema hii ni historia mpya ya Afrika Mashariki. Wengine waliona hii ni kama rekodi kwamba Tanzania imeweka mfano mpya wa uchaguzi wa haraka zaidi kuwahi kushuhudiwa. Habari za vipunde ni kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania imemtangaza Samia Suluhu kama mshindi wa uchaguzi uliofanyika Oktoba uh, 29 tarehe Oktoba 29 na ameshinda na asilimia 97.66. E, hii ni kama ni rekodi imewekwa Afrika Mashariki. Hizo ndizo za hivipunde. Maonaje watu wa Tanzania? Lakini sio wote waliocheka. Huyu mkenya mwingine aliuliza maswali mazito kuhusu asilimia ambazo rais Samia alishinda nazo, akasema watu hawakupiga kura, lakini matokeo yako juu kiasi ya hicho. Hii kauli imezua mjadala mkubwa mitandaoni, wengine wakisema ni siasa za afrika ambazo zinahitaji mabadiliko. Breaking news kutoka kule Tanzania. Tume ya uchaguzi ya Tanzania imemtangaza mama Samia ambaye it is alleged ayuko Tanzania kuna mahali yamefichwa, kuna nchi yamefichwa inasemekana. Tume ya uchaguzi ya Tanzania imemtangaza kama mshindi, na wajua amepata kura ngapi? <laughs> 97.66%. Yani ilibaki kidogo tu wagonge 100% ya votes out of 32 million votes, mama amepata 31 million yani na huyu kijana mwingine akasema moja kwa moja ya kwamba hata kama ni uwizi wa kura basi sio hivi bana. Kauli hii imekuwa ikizungumziwa sana mitandaoni ikionyesha namna baadhi ya Wakenya walivyohisi matokeo wa haya yalikuwa makubwa kupita kiasi. Hata kama ni kuchai, hata kama tunasema kwa Kenya tunachai. Ah kule ndani, eh hiyo ni ulagai bwana, eh nakwambia, yaani unashindana na maji ni ya 2%, yaani unaachia opposition 2% only. How can you win with a 98% margin? You are not like kwani wewe ni deto ama wewe ni nini? You are not 98%, bro. Kainakwambia kule wamegeuziwa bro, kabaridi asubuhi. Eh, hakuna hata kura zilipigwa lakini zimetokea zote wewe jua. Ah, anakwambia ni bulanda. CCM kwanza anakwambia hiyo ni hiyo ni fraud. Hiyo ni wizi tupu. Jeuzi niambia tim my MP my MP 2, 270 out of 272 wameingia. Ai, bulanda hata kama Kenya tunasema gawase wana chai. Si ah, ah, kama design dawa wana chai wa. Ah, pana bana. Eh, wezi chai hiyo design bana. Si hata unaweka kama margin hata ya 50 ama 40 man. Margin ya 2% bro. Ai, hiyo si election, hiyo si democracy. Hakuna hapo. Hapo hakuna... <laughs> kuna kuna democracy anakuambia Samia. Wewe <laughs> umejipigia kura na ukaji ukaji ukaji announce. Wejuu uta lead kina nani? awy awa wenye unajiforce kwa kwawa hawakutaki. Ni bulanda ni bulanda na kwa... Lakini sio wote walioshangaa. Huyu Mkenya alisema Watanzania sasa wameonja nguvu ya mitaani na waezi kurudi nyuma bila mafanikio. Kauli kama hizi zinaonyesha uelewa wa jamii kati ya vijana wa Kenya na Tanzania, wote wakihusiana kupitia harakati na sauti ya kizazi kipya. Tanzania washaonja maandamano na aa watu hawatatoka kwa street <laughs> Eh, niliona last time Samia alikuwa anasema ati Kenya tunapenda maandamano sijui nini nje. Ni shawa hii andamana, inajua utamu ya maandamano, hawa watu hawezi watoa hapo, na ukijaribu kuambia wa Tanzania saa hii waache maandamano, wanaweza kupiga mbaya sana. So Tanzania watakuwa kwa barabara leo, kesho, kesho kutwa, na hata after hii maandamano, hii kitu itakuwa kwa damu yao. Sasa jirani akikosea, mtu watu wanaandamana. So Tanzania itakuwa nje maandamano kama Kenya na huyu kijana mwingine alileta mtazamo tofauti kabisa, akisema kwamba maandamano ya Tanzania yalikuwa na heshima, hayakuwa na wauni kama ya Kenya. Akaongeza kwamba watanzania hawakukulia mali ya wenzao, bali walitaka sauti yao isikike, jambo ambalo Wakenya wengi wamelipongeza. Leo ndio Tanzania wameingia D4 kwa maandamano yao, but kuna kitu nimekuja kunotice na maandamano yao yako different somehow na ya Wakenya. In the first place, hawa say sijaona kama wako na magoons. Maandamano yao haina magoons. So, naifikapo kama bado wa, wana loot. Hawa say hawa loot biashara za watu wadogo wadogo. Hawa watu nimeona like wana loot biashara za hawa say wenye wanaona kama ni oppressors ama wale watu wanaona wamewakosea, but since mdogo, it's not an ordinary citizen. Mwenye anajaribu kujichenga. Tena hiyo maandamano yao imekuja ku -notice the different thing na maandamano ya kwetu ni, hawa sio wako na consistency ikifika ni kwa maandamano. Sometimes wanaenda few hours wanakuwa aggressive for few hours then afterward wanaenda home. But sasa huko like wao sasa wanaenda daily masaa kila time. So, naona leo ni day 4 na ilianza Wednesday, hata so, kama sisi ni walimu kama ni ma student wametukopi kuna kitu tunafaa ku notice na tuone, kuna kitu wao wanafanya na si hatuko tunafanya especially ifikapo ni hapo kwa mambo na maguns, awase hawana maguns na awase hawaruti biashara za watu ovyo ovyo. Na kwenye video nyingine, ni video hii iliyoleta utata ya kutangazwa rasmi kwa rais Samia kwenye runinga ya taifa. Wakati matangazo haya yakirushwa, mitandao ya kijamii lilipuka maoni ya mizaha na mijadala kuhusiana na mstakabali wa siasa za Afrika Mashariki na Dr. Samia Suluhu Hassan wa CCM anapata kula milioni thelathini na moja laki tisa kumi na tatu elfu mia nane sitini na sita sawa na asilimia tisini na saba nukta sita sita hivyo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 41 ibara ndogo ya sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikisoma pamoja na kifungu cha 45 kidogo cha 9 na kumi cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024 na kanuni ya saba ndogo ya 4 c si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 Po, e bwana, e ee. Tukutane kwenye video ijayo. Sitaki ifike siku moja niumie kwamba nilifanya makosa, sitaki siku moja nijute kwamba kwa nini nilimweka huyu. Nitaumia sana, nawaeleza ndugu zangu, nitaumia sana.